Mechi ndo kwanza imeanza kati ya zile mechi ambazo zitaenda kupigwa eh, na vijana wa Fountain Gate FC nazungumzia under 20 na leo wamewapiga Mtibwa tatu moja. Of course ni hapo eh, nyumbani katika uwanja wa Tanzanite, kocha anatuambia nini siri ya mafanikio? Naomba nimfuate kocha, habari yako? Salama kabisa. Asante sana. Nashukuru sana, Nashukuru sana. Mm -hmm. Mechi ya kwanza katika zile mechi ambazo zitaenda kuchezwa tunaondoka na pointi 3 dhidi eh, ya Mtibwa Sugar furaha yapo, ipo vipi? Uh, kwanza kabisa napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia napenda niwashukuru vijana wamefata maelekezo ambayo tunaelekezana mazoezini, lakini pia napenda kushukuru uongozi, mashabiki kwa kujitokeza kwa wingi kuja kuona vijana wao. Na mimi niwaambie tu huu ni mwanzo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia tumepata point tatu mechi mechi ya kwanza, na tunawaahidi point tatu zingine kwenye mechi ya pili. Tumemaliza hii mechi, tuna, tuna, tuna, tuna mpango na plan ya mechi nyingine inayofuata, kwa hiyo tuwaombe mashabiki wa Babati, Manyara, Katesh na sehemu jirani wajitokeze kwa wingi kwa support vijana, kwa sababu wawa vijana ndio msingi wa, wa kila kitu na pia na msingi wa kwenda senior team. Kwa hiyo mechi ilikuwa nzuri, umeona pia Mtibwa walikuja na plani ya wao kucheza play out, lakini si pia tulikuja na plani yetu ya kufanya high pressing kwa sababu tuko nyumbani tumefanikiwa kwa kiasi , lakini tutarudi kwenye uwanja wa mazoezi kufanya vizuri zaidi kupitia mechi inayofuata. Sawa. Lakini katika magoli ambayo tumeshinda kuna baadhi ya chance ambazo tumezikosa, pengine hii ilikuwa inakufanya wewe uende kufanya nini pale ambapo mnarudi katika uwanja wa mazoezi? Ni sahihi, tumepoteza nafasi nyingi sana. Kwanza niwapongeze, wapongeze midfield wangu, wamejitahidi kutengeneza nafasi nyingi sana, lakini pia tumekosa nafasi nyingi sana To, ni tafsiri yake tumetengeneza nafasi nyingi lakini tumekosa. Kwa kwanza tu ile ile ile stride ya kutengeneza tu nafasi nyingi kwangu mimi nimefanikiwa. Sasa tuenda kurekebisha ile finishing sasa kwenda kwenda kuscore. Kwa hiyo kwanza tu nipongeze vijana wangu kwa kutengeneza nafasi. Kwa sababu kitu cha kwanza na bora kwa mwalimu kutengeneza hizo nafasi. Ina maana mpaka kila mtu kaona kumbe tumepata nafasi nyingi, basi si tuko bora. Kwa hiyo kitu tunofuata sasa hivi ni kwenda kumalizia tu hizo nafasi ambazo tumezipata. Ndio hapo tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi kufanyia kazi hiyo sehemu. Ni mechi ya kwanza kabisa tumefungulia leo dhidi ya Mtibwa. Hii inakupa tafsiri gani katika mechi zetu za mbele mpaka msimu unapoenda kumalizika? Aa, ligi ni ngumu, ligi ni ngumu, nadhani tumeona leo ni mechi ya kwanza na lakini tumepata pointi tatu, ligi ni ngumu. Ila tu niseme kuwa kadri siku inavyozidi kwenda, na pia vijana watabadilika na watafanya vizuri zaidi, kwa sababu ni mechi ya kwanza, unajua, na vijana wengi ambao wameingia kwenye timu msimu ulioisha walikuwa wapo, na vijana wengine ndo wanaanza kucheza ligi. Kama unaona, sisi tuna vijana wadogo sana kuliko na timu zingine. Kwao ni vijana ambao wameingia kwenye timu, lakini vijana ambao ukiwapa maelekezo wanayafuata. Kwa taratibu, taratibu, kila kitu kitenda vizuri. Asante sana, naongera nashukuru sana, nashukuru. Thank you so much of course.